Mchezaji wa timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars, anayekiwasha ligi kuu ya Uingereza katika klabu ya wanawake ya Brighton, ameweka wazi huzuni yake baada ya kushindwa kuliwakilisha taifa katika michuano ya AFCON ya upande wa wanawake kutokana na majeraha ya goti alilolipata akiwa mazoezini. Masaka ameandika ujumbe wa huzuni kupitia ukurasa wake wa Instagram, huku akiweka wazi ukweli kuwa jeraha hilo la goti limezima limezima ndoto aliyoitamani kwa muda mrefu. Ameandika: ni vigumu kueleza kwa maneno machungu ninayohisi sasa, lakini inatosha kusema kwa ufupi chwano ya Women AFCON iliyokuwa ndoto niliyotamani kwa muda mrefu ni ndoto ya kuvaa jezi ya taifa langu na kupambana bega kwa bega na wenzangu kwa ajili ya bendera yetu. Kwa bahati mbaya, majeraha ya goti niliyoyapata wakati wa maandalizi ya mwisho kuelekea fainali hizi, pamoja na mashindano CECAFA, ya CECAFA yamezima ndoto hii. Ni maumivu makubwa sana kwangu, sio tu kimwili, bali zaidi kiakili na kihisia, kwa sababu najua ni jambo niliombea na kulifanyia kazi kwa muda mrefu. Lakini naamini kila jambo hutokea kwa sababu, na mapenzi ya Mungu daima ni kubwa kuliko mipango ya binadamu. Nitaendelea kupigania kupona na kurejea uwanjani nikiwa na nguvu mpya, moyo mpya na ari kubwa kuliko awali. Ninawashukuru kwa dhati mashabiki, familia, marafiki na wenzangu kwa sala, upendo na maneno yenu kunitia moyo. Sapoti yenu inanipa sababu ya kuendelea kusimama imara na kutokata tamaa. Naamini wachezaji wenzangu wataendelea kupambana kwa moyo wote na kulitumikia taifa letu kwa fahari kubwa, kama walivyofanya kwenye michuano CECAFA. Let's go Twiga Stars! Watanzania wote tuko nyuma yenu, tunawatakia kila heri na mafanikio kwenye michuano hii. Asante sana. Hayo ni maneno ya mchezaji wa Twiga Stars Aisha Masaka akiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Mungu aendelee kumbariki aweze kupona na kuweza kurejea katika viwanja vyema kabisa. Endelea kuitazama na usisahau kubonyeza neno subscribe. Funika Africa Investment wauzaji wa mabati ya plain na chengachenga, wanakuletea bidhaa ya mabati ya migongo mipana, migongo midogo, bati ya kigae, bati ya romantile, kofia na misumari. Pia Funika Africa Investment tunatengeneza bati ya vipimo maalum. Bati zetu zina waranti ya miaka kumi bila ya kupauka, kutoboka na kupata kutu. Usafirishaji ni bure popote Tanzania. Ofa ya misumari ni kilo kumi bure. Wasiliana nasi Funika Africa Investment kwa mawasiliano 07126599 moja moja, au 0756532410 tunapatikana Dar es Salaam Airport Road, Instagram Funika Afrika Mabati, Facebook Funika Afrika Mabati au kwa barua pepe funikaafrica@gmail.com. Ukichagua Funika Afrika umechagua maisha. Funika Afrika, ukijenga tunafunika.